Kukosekana kwa sera madhubuti inayohusu hedhi salama kwa wanawake na wasichana imetajwa kuwa ni miongoni mwa sababu inayochangia baadhi yao kupata changamoto ya afya ya uzazi wakati wa kujifungua. Hayo yamebainishwa na mratibu wa shirika la African Chald Trust and Rhema Jamii, Stella Isidori Maganga wakati wa ufunguzi wa semina ya hedhi salama kwa wakuu wa shule za sekondari, maafisa maendeleo ya jamii, walimu walezi wa wanafunzi, watoa huduma ngazi ya jamii, watendaji wa kata na vijiji kutoka kata tatu za wilaya ya Chato, ambazo ni Chato, Bwina na Muungano tumekuwa pia na changamoto, changamoto mojawapo ni watoto kuacha shule, lakini tukaja kufanya utafiti zaidi, tukaja kubaini mojawapo ya changamoto ambazo zinapelekea watoto hawa kuacha shule ni swala la hedhi, hedhi kwa watoto wa kike. Hivyo basi ikapelekea sisi kuanza kutafuta watu wa kutusaidia, lakini bahati nzuri mfadhili huyu huyu wa mradi wa kwanza basi akawa tayari kuendelea kufadhili huu mradi mkuu ambao sasa leo hii ndio tumeenda kufanya uzinduzi wake katika shule hii ya sekondari ya Chato. Matarajio yetu ni kuweza kuwasaidia vijana wa sekondari, na tutaanza na sekondari tatu za hapa na za hapa wilaya ya Chato: kuna Chato Sekondari, Bwina Sekondari pamoja na Wema Sekondari. Ndio hawa ambao tutaanza nao na tutaanza na watoto elfu moja wa kike pamoja na watoto mia tisa wa kiume. Akiongea kwa niaba ya afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Chato, Gerard Mgwama amelipongeza shirika hilo katika kutatua changamoto mbalimbali zinazohusu vijana walio katika rika barehe. Lakini mimi niendelee kuwashukuru nilikuwa naendelea kuwafuatilia wakati wanatoa presentation yao wamezingatia ni miongoni mwa mashirika machache ambayo yanakuja na miradi ambayo inazingatia jinsia. Inawezekana kwenye huu mradi uh, wa hezi salama wameweza kusema wanatoa tu elimu kwa, kwa watoto wa kike tu, lakini wameenda mbali hapa. Wamesema wataanza na watoto wa kike siku tatu lakini watakuwa na siku tatu za watoto wa kiume, lakini kuna miradi mingi ambayo inakuwa inakuja, unakuta unakuta wakati mwingine inawaacha watoto wa kiume kando ambayo matokeo yake tumekuja kuwa na watoto wa kike wazuri, lakini hao hao wanakuja kukutana na watoto wa kiume ambao ni wabaya. Kwa sababu uliwafanya nini? Uliwaacha kando pasipo kujua kwamba na wao na changamoto zao za nini za msingi. Kama tunavyojua taifa letu, tunakoendelea, tuna changamoto nyingi za ushoga, uuzaji wa madawa ya kulevya, usafirishaji wa watoto kwenda nje, lakini unapokuwa una involve jinsia zote ya kiume na ya kike, wote wanapata information, maanake tunaamini kwamba kizazi kinachoandaliwa kinaenda kuwa kizazi cha msingi na sahihi. Baadhi ya wadau wa maendeleo waliohudhuria semina hiyo wanaeleza namna elimu hiyo watakavyokwenda kuitumia katika jamii inayowazunguka. Matrida Ngurukizi. Mradi huu utatusaidia sana unaenda kutatua changamoto za watoto wa kike ambao kwa kiasi fulani hawakuwa na uelewa mpana kuhusu hedhi salama. Uelewa ulikuwepo na vifaa vilikuwepo, lakini sasa huu mradi unaenda kuboresha zaidi kupanua wigo, kupanua huduma, kupanua miundombinu na kuwawezesha watoto salama kuwa salama zaidi katika kipindi cha hedhi. Mimi naitwa Mista Yona Edward Seremani Buhiri. Ufadhili tulioupata ambao sasa ni mradi mpya na leo ndio ilikuwa siku rasmi ya kutambulisha katika wilaya ya Chato. Shirika hili wamekuwa wakijitolea kuwahudumia watoto wa aina mbalimbali walio katika mazingira magumu, waliofiwa wazazi wao, wenye wazazi ambao ni wagonjwa, wasiojiweza, lakini pia watoto ambao pia hata wana namna fulani hivi ya kutokujiweza. Hao wote wamekuwa wakihudumiwa na shirika hili. Kwa majina, naitwa mwalimu Priska Mzinkwao na lengo kubwa ni kuelimisha watoto wa kike namna nzuri ya kuwa na hedhi salama, mabadiliko yanayotokana na hedhi salama. Pia najuu pia umetuelekeza au umetufundisha namna ya kuwasaidia watoto wanapokuwa hedhi ili wasiweze kukatisha masomo yao pia wawe na uwezo wa kujii, kujiamini na kujitambua kwamba hedhi sio ugonjwa. Hedhi ni jambo ambalo linamkuta mwanamke wanapokuwa katika umri barei kwao. Pia tumejengewa uwezo wa kwenda kuwafundisha wale watoto namna ya kujisaidia na kujieleza wanapokuwa katika hedhi shirika la african child trust enderema jamii linatarajia kuwafikia watoto wa kike elfu moja waishio katika mazingira magumu na watoto mia tisa wa kiume kutoka shule tatu za sekondari ambazo ni chato mbuye wema na kuwapa elimu ya hedhi salama sambamba na kuwasaidia taulo za kike bule pamoja na ufadhili wa masomo